Kama hauna thamani mahali popote ulipo, kazini, kama hauna thamani, hata kutokuwepo kwako hakusababishi tofauti yoyote. Ukishaona mahali ulipo hata ukienda likizo, hata ukiugua, hata usipokuja kazini, mambo yote yanaenda kama yalivyo, basi hata usipokuwepo, hauna hasara. Na ukishafikia hapo, hauhitajiki. Theolojia ya kazi. Kazi haziui, kazi haziui. Hakuna mtu aliwahi kufanya kazi akafa, hata siku moja. Kazi haziui. Ninyi waoga wa kazi mpone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uombe sana Mungu akuondolee uvivu kwenye maisha ya kwako. Kazi haziui. Wapo watu ambao wanaogopa kazi, wapo watu ambao jioni ikifika, angalau yani, unajua hii ni kitu ya kawaida, manake tulipokuwa kwenye hizo shule za za za msingi that time ikifika ile saa tisa, saa kumi, kengele ya kwenda nyumbani ikigongwa, haijalishi tumefanya kazi, una assignment au huna, umemaliza au jamaliza, umeelewa au jaelewa, mwalimu aliingia darasani au hakuingia, ile tu kengele <tose> <tose> <tose>. Na nikaona klipu moja mahali fulani, wanauliza eti namuuliza mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi eti, katika vipindi unavyovitaka shuleni kipi? Cha mapumziko. Anataka kipi katika vyote, kipindi cha maana, mapumziko, cha hesabu, cha mapumziko. Sasa wale wapenzi wa vipindi vya mapumziko na wanaosubiriaga kengele igongwe ya jioni ya kwenda nyumbani na kuna watu wengine ambao jogoo akiwika tu ile au akisikia ule mwazini na mi nashukuru sana ndugu zetu Waislamu wana tusaidia <laughs> akianza kuwazini ile ile swala swala za kuasikia mtu mwingine mwingine kumepambazua. mm. yeah. <laughs> Ataki unataka uwe maiti, usiamke. we mfumu marehemu uyu mm, nayekakosea sa kweli. hizi mwanzi akosea akosea, basi itapiga <laughs> kelele hapo. Mimi napendaga sana hasa, nilikuwa nakaa Tanga, nilikuwa napenda sana maana unakuta msikiti uko hapa, msikiti uko hapa, basi hata ujigeuze. Tanga pale nilikuwa nakaa Tanga chumba geni, msikiti uko huku, msikiti uko huku, na spika zote zinageuziana huyu anasema hivi, anasema hivi, ukijikausha, nakwambia kitanda chako hapo, utakuwa maiti wewe, utakamuliwa hapa, kitanda kitakuosha hicho. Napendwa hiyo mikwara <laughs> I like it. Ukumbuke kitanda hicho utakoshwa wewe, ujue hapo hapo utakoshwa wewe. Basi nilikuwa na rafiki yangu mmoja <laughs> alikuwa yaani, kukikucha tu atalalamika kama vile sijui ni uadui. Angalia sasa umesha kucha tena, ma siku za siku hizi nazo jamani, usiku nao unaisha, kitu cha ajabu. Mara hii kazi haziui, kazi zinahuisha, kazi zinafufua. Pigie Bwana makofi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, Dorcas akafa. Kitaaluma ni fundi wa cherehani, alifanya kazi ya kushona kanzu na nguru, vitenge, mashati, sijui kitu gani, majoho ya wachungaji, majoho ya mapadri, majoho ya maaskofu, ni kazi aliyofanya huyo. Vitambaa vya madhabahu alikuwa ni kazi ya Dorcas. Biblia inasema Dorcas akafa na Biblia ninayosoma inaniambia watu wa Yafa na watu wa kanisa la mkwanza walitegemea nguu za Dorkas. Kila mtu akitembea mtaani anaona mavazi ya Dorkasi, chata za Dorkasi, makanzu ya Dorkas, majoho ya Dorkas, vitambaa vya madhabahu vya Dorkas, kitenge cha maana vya Dorkas, nguo nzuri za Dorkas, mji mzima watumishi wajane watakatifu wakamtegemea, wakawa na taraja juu ya Dorkas kwa habari ya miili yao, kwa habari ya fashion. Kila sikukuu Dorkas, kwenye nyumba ya Mungu Dorkas. Akafanya kazi kwa kiwango hicho, biblia anasema alipokufa, taraja la namna hii, kanisa la kwanza, watakatifu wajane, wanasema no, no, no. Tunazuia ibada ya mazishi isifanyike, nendeni mkamwite Petro aende akaitwe Petro kwanza, tumegoma hata zikwa. Wapendwa, nilipokuwa ninaangalia juu ya theolojia ya kazi kwa habari ya Dorkas nikajiuliza Hivi mimi nimefanya nini? Kazi yangu ni nini hapa duniani? Am i needed? Nahitajika? Are you needed? Unahitajika? Una kazi yako ni nini hapa duniani? Kazi yako ni nini hasa, na unahitajika lakini ukiona unakaa mahali ambako uwepo watu wanakutia tu moyo we miss you, huko rohoni anasema enda leave aende ende. Yani watu wanakudanganya we miss you, lakini huko rohoni anakuambia cha hata usiporudi, lakini basi kwa sababu tukuambie tukutie moyo tu, we miss you so much, we, na tumeshaanza kukukosa tayari, tumeshaanza kukumiss tayari, kumbe rohoni anasema do Mungu muongezee tena itokee na ile ndege ya Malaysia. Wapendwa, swali la kujiuliza usiku huu wa leo, unafikiri vipi kuto kuwepo kwako, what do you think? Kwenye familia unahitajika, kwenye nyumba unahitajika Ofisini kwako unahitajika? Mjini mjini unahitajika? hapa Dar es Salaam unahitajika? A, unajilazimisha tu, unajilazimisha. Una WhatsApp, una Instagram, una Twitter, sasa hivi umefungua na YouTube unakazana wala hakuna watu wanakufollow. <laughs> Unarusha vituko vyote, mara paka yuko juu ya kikapu, mara ein, vituko vyote tu unarusha, lakini comment, no comment. Unahama mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Are you needed? Mji wa Yafa ulisimama. Kwa nini? Alikufa mtu mmoja, mshonaji wa nguo, mji ukasimama. Sema sema, no, no, hakuna ibada ya mazishi. Nendeni mkamwite Petro aje. Petro alipofika hawakumwambia alikuwa ni mnenaji wa lugha, akianza kunena kanisa lote linajazwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa ni muombaji kanisani kwetu? Sijua ah, wakamwonyesha ushahidi wangu na kanzu. Theolojia ya kazi! Hayo makofi hayatoshi, mpigie Bwana wa makofi yanayoeleweka haleluya. Theolojia ya kazi! Wakainua nguo, wakamwambia ona, hizi nguo, ni nani atakayeshona nguo nyingine? Petro, angalia haya makanzu, haya majoho ya maaskofu ni nani atakayeshona kama Tabita Dorkasi anakufa? Petro anashangaa, ndicho mlichoniita kutoka? Ukasema ndio, na sisi tumesema hatuchimbi kaburi, hatuna mpango wa kuchimba kaburi, hatuna mpango wa kutangaza mazishi yatafanyika lini. Tumegoma kwa sababu ya kazi. Mabibi na mabwana, hacha uvivu. Kama unachukia kazi, kwanzia leo ninakushauri kwenye madhabahu hii uokoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, acha uvivu. Lakini nataka nikuambie kwa neno la Mungu, uwe na hakika ya kwamba kazi haijawahi kumuua mwanadamu. Kazi haiui, lakini kazi inafufua. Oh, oh, oh, oh, nikasema kuna watu walifanya kazi mpaka wakafa, alafu kazi ikawafufua kutoka kwa wafu. Kwa nini wewe unaogopa kufanya kazi? Unapata kizunguzungu ukiwa hai? Ana amekuambia lakini, kazi, theolojia ya kazi. Kazi, kazi ilimfufua Dorkasi kutoka kwa wafu. Kazi. Kazi. Kazi. Ikamfufua Dorkasi kutoka kwa watu. Unfortunately, I'm very sorry. Kwa watu ambao kazi zao zinakufa wao wakiwa hai, tunakwambia, nilikuwa MC, sasa hivi sina tena wateja, nimekufa kwenye soko. Nilikuwa nafanya biashara, sasa mitaji tena sina. Nilikuwa na kampuni, sasa imeisha. Nilikuwa na kazi, sasa ime, ime, ime, ime imeisha, nimefukuzwa Nilikuwa nina wateja sasa sina tena. Nilikuwa ninashonaga mchungaji zamani, lakini nilikuwa naimba, nilikuwa nahubiri. Kipawa kinakufa, wewe bado uko hai. Nataka nikukutangazie the power of consistency, nguvu ya uradidi. Sema pamoja nami, nguvu ya uradidi, nguvu ya uradidi. The power of consistency. You have to have Consistency, even death and after death as well. Ningekuwa ninaweza kuwarekebisha kama kama redio FM, nikawatafutia ninge mita beni, ningekutoa mahali ulipo kwa kukurekebisha hivi ni kupeleke mahali ambako panapatikana mawimbi ya kidorkasi dorkasi hivi, mawimbi ya kidorkasi dorkasi hivi yani, ningekurekebisha utoke kwenye hivyo vifm vi, vi, vi vya kuzimu vya mizimu ya kwenu ya kukusababisha unapiga miayo kila mara kwenye hivyo vimizimu vya kwenu vya kusababisha kuridhika. Mji ulisimama, maiti haizikwi, watu wamegoma. Oh my God, haujawahi kuona watu wakikulilia. Watu walilia, watu walilia. Niliwahi kuliliwa mara moja, nikaomba Mungu, wambia Mungu, nakuomba kuliliwa. Watu wakikulilia ukiwa hai, inauma vibaya Mungu. Nilipokea barua ya uhamisho kutoka usharika wa Kariakoo, ile imesomwa, ilipigwa yowe kuliko msiba, na watu wakazimia, zaidi ya watu kumi na ngapi wamezimia. Nawauliza, mna shida gani? Mchungaji wetu anahama. Iliniuma, nikajiuliza, hivi nakuwaje? Nimehamishwa usharika wa Kijitonyama, Dr. Kisiombe ni shahidi. Ilichukua mwaka mmoja, Diocese wakanirudisha Askofu akanirudisha akaniambia, nenda kahakikishe wale watu wanapona kisaikolojia. Hivi nyesi mlisikia nimeamia kwenu, niliamia kwenu, alafu nilirudia hapo sayansi, mwaka ukaisha na watu wanalia yale maumivu, niliumia saikolojikali. Nikasema Mungu ni bora, huo unaliliwaga ukiwa umekufa kuliko uliliwa ukiwa unaona watu kwa macho It, yani ina, ina pain lakini katika hilo ilinisababisha kumwambia Mungu nipe neema ya Dorkasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hayo. You know why you need time, kazi maono, kufanya implementation ya dream yoyote ulionayo. You need time, thats why alikufa Dorcas, akainuliwa tena. Alikufa premature death kwa hiyo kazi yoyote, maono yoyote, ndoto yoyote, mpango wowote unahitaji umri, unahitaji muda wa kuishi, ya kwamba Mungu, leo ninasimama kuweka nadhiri ya kufanya kazi kwa kiwango cha Dorcas, kiwango ambacho hata wale wanaonijua wakisikia ninaumwa wanakata rufaa, wanasema hapana, Mungu kwa habari ya mtu huyo. Hapana, hapana, hapana, kwa ajili yake, hapana, kwa ajili yake, hapana. Usikae hapa duniani unakuwa kiumbe mzito mpaka watu wanakuangalia wanasema hivi, huyo ana faida gani? Mwenzake anaambia, unamwambia, faida iliyobakia hapo sasa hivi rambi rambi. <laughs> Yani, unajua unaweza kuwauliza hivi, huyo ana faida gani kwa hapa alipofikia sasa hivi? Mwenzangu, kilichobaki rambi rambi na afya mapema, kabla hatujaondoka hapa kwenye hizi quotas, maanake nako tukiondoka tumepoteza majirani wa rambi rambi. Wapo watu kwa namna hiyo. Fanya kazi, kazi haijawahi kumuua mtu. Fanya kazi, kazi itakufufua. Kazi itakutoa kwenye mauti, kazi itakutoa kwenye uharibifu, kazi itakuinua. Wako hapo wanaoamini pamoja nami, halafu angempigia Jehova vikelekele vya shangwe. Haleluya! Mimi nawaambiaga wanangu kila siku hawa kina msomeno kina Henry wengine, Lucas, na wengine mwalimu Lucas, nawaambiaga kila siku ya kwamba kazi hapa duniani ni uhai wa mtu.